Siku hizi watu hawaogopi hata kusingizia jambo tu, anasingizia mkavu, anasingizia mkavu, anasingizia mkavu, hafanyi hata utafiti amjue mtu vizuri anayetaka kumsema. Juzi juzi nikasikia, nikasikia tumechoma magari ya Esther ya, ya ya ya mbunge wa Iramba eh, magari yake ana- yanaitwa Esther, ameaita Esther jina la mke wake. Mke wangu mimi haitu yes, anaitwa Neema, na leo nilikuwa naye hapo Neema, anaitwa nilikua nayoanaita anasema, eh, basi kama sio la mke wake litakuwa la mama yake. Mama yangu binti wa Kiislamu anaitwa Asha Ramadhani Omari. mali Mimi nimezaliwa nimezaliwa jamii ya kifugaji ninyi Wasingida mnanijua, nimezaliwa jamii ya kifugaji jamii ya kifugaji huruhusiwi kufanya biashara hata ya miwa. Sijawahi kufanya biashara hata ya miwa, tulikuwa turuhusiwi. Nimeingia huko serikalini, kazi kubwa anayofanya kwenye watoto wa mzee. Tuko takribani kumi na sita, mimi ndio form 6 pekee, mimi ndio chuo pekee mimi ndio nikaingia na kwe, niko na kundi la watoto zaidi ya mia sita. Mimi uwekezaji niliofanya ni wa kusomesha watoto, nimesha nime sindi mia tano watoto inaosomesha sina biashara ya yeah, biashara ya Noah. Yeah. No, nimewekeza nimewekeza kwenye huduma ya watu na ninyi mnajua mimi, mnajua, mimi nimewekeza na nimekuwa na, nime, nime, nime na akilio kwamba kama nilikuwa na lalia gozi nimetoka nina godoro kama nilikuwa nalala kwenye nyumba inavuja maji yanadondokea kwenye masikio, nikishakuwa na nyumba moja sinatosha. Kwani makaburi utajengewa mangapi? Hawa wako bize kila siku we magari, yeah, na watanzania wakishaambiwa hili ni hili, hili ni hili, mnahama ni na kwenye undugu tuliokuwa nao mengine fanyeni utafiti mwenyewe, fanyeni utafiti wenyewe. Moja ninalowaambia vijana wa Kitanzania, Mungu ametupa nchi nzuri inaitwa Tanzania, na Tanzania hii si mali ya mtu mmoja, ni mali ya Watanzania. Ilideni na watafakarini sana, wale wanaowaambia chomeni nchi yenu, wazeni, wa, wa, wa, wa, wazeni wako wapi hao? Wana uraia pacha hata kama